Rais Ruto aliahidi chakula cha kutosha nchini, nyongeza ya thamani kwa bidhaa zinazouzwa nje pamoja na muundo mbinu kama mustakabali wa makubaliano yake na hayati Raila Odinga. Rais akihutubia sherehe za mashujaa huko Kitui amesema, hii ndio njia waliokubaliana kuwa itainua nchi kufikia ngazi ya kwanza duniani. Mikutano kati ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga unaonekana kama wosia wa Raila kwa nchi huku Rais William Ruto akifichua mipangilio mitatu kabambe ya kuendesha nchi waliokuwa wameafikiana. But if Kenya is to attain first world status within our lifetime as it must we should set for ourselves daring audacious goals and pursue them with unwavering focus. Uzalishaji wa chakula kwa wingi ndiyo kipengee cha kwanza. Rais Ruto akisema kwamba zaidi ya shilingi bilioni 500 zinatumika kila mwaka kununua vyakula kutoka nje. Tuwache kuagiza vyakula kutoka nje. Inawezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya. Tunatumia zaidi ya bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Ni lazima sasa tuwe na pesa ya kutengeneza dams ama mabwawa ya maji hamsini yale yanaitwa mega dams, ndio tuweze kuzalisha chakula kutokana na kunyunyiza maji mashamba yetu. Kipengee cha pili ni kuongeza dhamani katika bidhaa zinazouzwa nje kwa kufungua viwanda. We need to generate more energy. We cannot industrialize, we cannot be a manufacturing country if we have only 2300 megawatts of energy. We need to generate at the minimum 10,000 megawatts so that we can power our industries we can power our agro processing and value addition and create products that we are going to export to the markets Aidha, Ruto anasema wingi wa viwanda kutahitaji kawi ya kutosha na kwamba serikali itawekeza katika kuzalisha kawi. Hoja ya tatu ni ujenzi wa miundombinu. Rais Ruto akidai kwamba Raila Odinga alimhimiza kuzingatia hilo kwa ukuaji wa uchumi. That's why I've said we need to do 10, 10,000 kilometers of tarmac. We need to do more dueling of roads. We need to do our airport. We need to do infrastructure that is going to support the progress and the prosperity of our nation. Rais akinadi kwamba japo kinaonekana kuwa kibarua kigumu ana imani yatawezekana. I am asking political leaders from across Kenya that we hem in together we rally together and lift this nation kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward rais ruto pia amesema kuwa amebadilishana mawazo na rais mstaafu uhuru Kenyatta na viongozi wengine kuwafikia malengo haya Uzalishaji wa kawi, ujenzi wa miundombinu, pamoja na kilimo cha unyunyuziaji maji ni baadhi ya miradi ambayo rais William Ruto amesema kuwa ataipa kipaumbele kufuatia mustakabali wake na hayati Raila Odinga anadai analenga kuwafikia ndoto yake. Melita Oletenges, runinga Citizen, katika uwanja wa Ithokwe, kaunti ya Kitui.